Magonjwa ya wanyama. Ni rahisi kusema ng'ombe namba mbili, tatu, nne, wa Ashatu Kijaji alitibiwa siku kadhaa. Leo ameonyesha dalili hizi, tunaweza kurudi na kutrace ile historia yake na tukaweza kutambua ni kitu gani tena kinasumbua mfugo wetu huu. Kwa hiyo ili tuweze kufuatilia mifugo yetu hii. Na mwisho ni kuiwezesha serikali yetu na wadau mbalimbali kuweka mipango ya kuhudumia mifugo kwa kuwa tutakuwa sasa tunatambua tuna idadi ipi, idadi gani ya mifugo tulionayo. Sababu leo ukiniambia peleka josho pale Sengerema, nitakuuliza tunakwenda kuosha mifugo mingapi? Hatujui kwa sasa. Kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kujibu changamoto zote za wafugaji. Tunapokwenda kutambua mifugo yetu, tunajua wapi tutapeleka majosho mangapi wapi tutapeleka mnada wa ukubwa gani, ili tuhudumie mifugo kiasi gani? Kwa hiyo haya ndiyo malengo makuu ya kwa nini tunakwenda kutambua mifugo yetu yote tunayokwenda kuichanja. Na mwakani, inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tutamalizia ifike iyote uh, asilimia mia moja tutaichanja na kuitambua na sasa tuko tayari kwa kazi ndani ya sekta ya mifugo. Naomba sasa tuone pamoja na jitihada hizi tunazoendelea nazo, bado tumeweza kuyafikia masoko yetu kule nje ya mipaka ya taifa letu. Na ndani ya miaka minne hii ya serikali ya awamu ya sita, tumeendelea kuimarisha biashara ya nyama kwenda nje ya nchi ambapo mauzo yameongezeka kutoka tani elfu moja mia saba sabini na nne zenye thamani ya shilingi bilioni tisa milioni mia nane sitini na saba kwa mwaka elfu mbili ishirini ishirini na moja na kufikia tani mi, bilioni tani elfu kumi na tatu mia saba arobaini na tano nukta tatu nane zenye thamani ya shilingi bilioni mia moja arobaini na saba milioni mia moja thelathini na tatu laki tatu themanini na nane mia sita themanini na nane kwa mwaka elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne, hivyo kufanya jumla ya tani elfu arobaini mia sita thelathini na tano zilizouzwa nje ya nchi zenye thamani ya shilingi bilioni mia nne kumi na nne milioni mia tatu sabini na nane na mia saba hamsini na sita kwa muda wa miaka minne ya uongozi makini wa jemedari wetu na mwongoza njia kwenye sekta yetu ya mifugo Daktari Samia Suluhu Hassan. Ongezeko hili, kama nilivyotangulia kusema, linatokana na utayari wa kiongozi wetu mkuu wa nchi kutaka kuwawezesha wafugaji ili wanufaike na kazi ambazo wame zifanya kwa muda mrefu, lakini walikuwa hawaoni manufaa makubwa ya kile wanachokifanya. Ni nchi zipi tunazopeleka mifugo yetu? Tunapeleka kwenye nchi kumi na mbili ambazo ni Bahrain, Komoro, Hong Kong, Jordan, Kenya, Kuwait, Oman, Qatar, Rwanda, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Vietnam ni nchi kumi na mbili tu, lakini kwa jitihada kubwa alizozifanya mheshimiwa rais wetu, Jamhuri ya Watu wa China wanataka kuchukua mifugo yetu pamoja na mazao yake. Umoja wa Ulaya wanataka kuchukua mifugo yetu pamoja na mazao yake, lakini vigezo nilivyotoka kuvisema hapa nyuma ndio tulikuwa hatujavifikia. We sasa tuko tayari kufikia vigezo hivyo yamefanyika makubwa. si mmesikia? Tulianzia, tulikuwa na tani elfu moja mia saba sasa tuna tani elfu kumi na tatu Na hili natamani waandishi wa habari muambie wale wote ambao walikuwa wanauliza Daktari Samia Suluhu Hasani anasafiri kwenda nje kufanya nini? Mwambieni haya ndio matokeo yake, kwamba wamenufaika wafugaji, limenufaika taifa letu, mchango wa sekta yetu ya mifugo umeongezeka tungejifungia hapa ndani si rahisi kutoka tani elfu moja kufika tani elfu kumi na tatu Kwayo haya, natamani muwaambie watanzania wote wasikie na waelewe kwamba kazi kubwa imefanyika ndani ya kipindi cha miaka minne ya mheshimiwa Dk Samia Suluhu Hassani. Pamoja na haya yote yaliyofanyika ni wazi yako mengine pia tunaendelea kufanya na sehemu mojawapo ni kuboresha na kuimarisha miundombinu ya kuhudumia mifugo yetu. Na tangu mheshimiwa rais wetu ameingia madarakani, tumeendelea kuboresha maeneo hayo, ambapo katika kipindi hiki tumeweza kujenga mabwawa 19 yenye thamani ya shilingi bilioni kumi nukta sita tisa kwa ajili ya kuimarisha upatikanaji wa maji kwa mifugo, kutatua changamoto za jamii za wafugaji, pamoja na kuimarisha afya ya mifugo yetu nchini. Wanapata maji kule kule walipo, hawasafiri tena umbali mrefu kwenda kutafuta maji. Lakini pia ili tuwapate wanunuzi ambao wako makini na tayari kuweza kuchukua mazao yetu, tumeweza kujenga na kukarabati minada ya mifugo 51 ya awali, upili na ile ya mipakani yenye thamani ya shilingi bilioni 18.26 kwa ajili ya kuboresha biashara ya mifugo na kupunguza matukio ya biashara haramu ya kuvusha mifugo yetu nje ya mipaka yetu bila kufata utaratibu pia tumeweza kujenga vituo kumi vya kukusanyia maziwa vyenye thamani ya shilingi bilioni 1.07 kwa ajili ya wafugaji wetu, hususan wale wadogo, ili anapozalisha anapokamua maziwa aweze kuyapeleka kituoni, na wenye viwanda wanayechukulia kwenye vituo hivi, inakuwa ni rahisi sana kuyafikia masoko hayo. Uh, katika kuendelea kufanya kazi hizi kumeonekana uhitaji sasa. Wafugaji wetu wadogo wakati na wakubwa wanahitaji fedha ili waendelee kufanya kazi zao vizuri, kwa sababu masoko yamefunguka, huduma zimeboreshwa. Kwa hiyo tumekwenda pia kuangalia eneo hilo la kuwapa mikopo yenye masharti nafuu ambayo wanaihitaji wafugaji wetu. Hivyo, kwa kushirikiana na taasisi za fedha sekta binafsi na wadau wetu wa maendeleo, tumeweza kutoa mikopo kwa wafugaji mmoja mmoja, lakini vikundi vya wafugaji wadogo wadogo, ambapo mikopo hiyo ilitolewa na inatolewa mpaka sasa kupitia benki yetu ya maendeleo ya kilimo TADB, na tunaona ongezeko kubwa, kwani mwaka 2021 tuliweza kutoa bilioni 2.19, lakini leo Machi 2025 tumeshatoa bilioni 267.09. Ni ongezeko kubwa ambalo sasa wafugaji wetu wanaohitaji fedha ili waweze kufuga vizuri wanazifikia. Uh, fedha hizi, mikopo hii imeendelea kuongezeka kwa ajili ya kuwawezesha wafugaji wadogo pamoja na vikundi vidogo vidogo, vidogo vya wafugaji wetu ili waweze kununua ng'ombe wa maziwa mitamba, unenepeshaji wa mifugo yao, wapate chakula kizuri ili waweze kunenepesha mifugo yao na tuweze kupeleka sokoni, ununuzi wa kuku wa mayai na nyama, pamoja na uchakataji wa maziwa. Aidha, idadi ya wanufaika wa mikopo hii mpaka sasa imefikia wanufaika elfu ishirini na mbili mia moja na sitini na tatu. Kazi inaendelea kupitia maono makubwa ya Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wizara yetu pia inatekeleza mpango wa Jenga Kesho Iliyo Bora, BBT Life, upande huu wa mifugo ambayo inalenga kuwajengea uwezo vijana na wanawake kujiajiri na kuajiri wengine katika shughuli za ufugaji uvuvi na ukuzaji viumbe maji. Kupitia programu hii, katika kipindi hiki ambacho tumeanza na tumeanza miaka miwili tu iliyopita, tayari tumeshawawezesha vijana 235 katika vituo vinane kupata mafunzo kwa vitendo ya unenepeshaji wa mifugo. Nataka tuwaondoe vijana kwenye ufugaji ule wa asili, anakaa na ng'ombe miaka mitatu, tano, kumi, kumi na ngapi ukipeleka sokoni hauziki. Kwa sasa kupitia mpango huu tunaofundisha, ananunuaje mfugo wa aina gani, anaweza kumnenepesha kwa muda mfupi, amtoe ampeleke sokoni, ili aendelee kutengeneza uchumi wake. Baada ya mafunzo haya tuliowapatia, tulio vijana wetu vikundi ishirini vyenye vijana mia moja na sita tayari tumeshawapatia ekari elfu moja mia saba na sitini na moja kwenye ranchi yetu ya Kagoma kule mkoani Kagera, na wamepewa mkopo usio na riba wa jumla ya shilingi milioni mia tisa, thelathini na nne, laki mbili thelathini na moja kupitia benki yetu ile ile ya maendeleo ya kilimo ili waendeshe shughuli yao hii na pia katika ranchi hiyo Kabla hatujawapeleka vijana wetu, tuliboresha miundo mbinu tukaweka umeme wa jua ili vijana wetu wakakae maeneo mazuri, tukajenga na mazizi ya kisasa kabisa kwa ajili ya shughuli ya unenepeshaji wa mifugo yao. Na hadi kufikia Machi 2025 jumla ya ng'ombe 583 wameshanunuliwa na kati ya ng'ombe hao 416 ambao wana thamani ya shilingi milioni mia mbili tisini na tisa laki tano ishirini wamenenepeshwa na kuuzwa kwa jumla ya shilingi milioni mia tatu sabini laki mbili arobaini elfu. Hiyo ni faida. Kama nilivyosema, mpango umeanza miaka miwili, wamepata mafunzo, wameshanunua mifugo, imeshanenepa, imeshapelekwa sokoni. Kwao tunamwambia mfugaji wa Tanzania, sio dili kukaa na ng'ombe miaka kumi Unaweza ukaa na ng'ombe miaka miezi sita mpaka mwaka mmoja na nusu, ukauza na ukaendelea kufanya kazi yako vizuri. Ufugaji ni utajiri na ufugaji ni maisha yetu, ndicho tunachokifanya ndani ya wizara ya mifugo na uvuvi. Ndugu wanahabari, pamoja na shughuli hizi pia, ndani ya kipindi hiki cha miaka minne tumeendelea kuimarisha shughuli za ugani kwa kutoa jumla ya pikipiki 2253 ili ziweze kuwawezesha maafisa ugani wetu kuwahudumia wafugaji wetu. Tunaposema tunataka tuwaondoe kwenye ufugaji wa asili kwenda kwenye ufugaji wa kibiashara, lazima tuwafikie na tuwahudumie. Kwa hiyo maafisa ugani wetu tayari tumeshawafikishia vipando hivyo ili wawafikie wafugaji wetu, lakini tumewapa pia na mafunzo ambayo yanawawezesha mafunzo hayo hawa maafisa ugani sasa kwenda kwenye kata zetu kwenye vijiji vyetu kuyafikisha mafunzo haya kwa, waku, kwa wafugaji wetu na tayari tumeshawafikia wafugaji laki mbili na nusu ndani ya kipindi hiki ambacho tunakitolea taarifa cha miaka minne ya utekelezaji wa shughuli za serikali ndani ya wizara ya mifugo na uvuvi. Pamoja na mambo mengine, pia tunaposema tunaondoka kwenye ufugaji wa asili, lazima tubadilishe aina ya mifugo tuliyo nayo. Kwa hiyo moja ya kazi nyingine tuliyoifanya ni kuzalisha na kusambaza mbari za mifugo na tumeendelea kuzalisha aina bora kabisa za mbari za mifugo kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa mifugo yetu nchini. Katika kipindi hiki cha miaka minne cha serikali yetu ya awamu ya sita, tuliweza kununua jumla ya madume bora ya mbegu aina ya borani 566 na na yakasambazwa katika halmashauri zetu 18 nchini. Aidha tulinunua na kusambaza mitamba 1560 ambayo imepelekwa pia kwenye mashamba yetu ya serikali ili tuendelee kuzalisha mbegu nzuri na kuipeleka kwa wananchi wetu katika huduma hiyo. Pia tumeweza kuhimilisha ng'ombe laki mbili hamsini na nne mia moja sabini na tatu katika mikoa yote ishirini na sita lengo likiwa ni lile lile la kubadilisha aina ya mifugo tulionayo, aina ya ng'ombe tulionao. Siku moja nimefanya ziara mkuu wa mkoa mmoja